Maoni yangu juu ya women rep nimeona kwamba kazi yao ingawa ni kubwa, nimeonelea kwamba hawa wamejaribu kazi, lakini ni kwamba hii pesa yao yenye inapewa tumeona ni pesa kidogo, hata ingawa wanatembea kaunti mzima. Mimi nasema kwamba ofisi ofisi ya ya women rep ni ofisi ya maana hasa kwa kinamama wadogo, wakubwa wale wako na groups wale wanahitaji pesa kwa kusaidia karo. Juzi nimeona uh, mama wa Kericho akisaidia mama mwingine hapa Ngizumini kujengea nyumba mwenye hakuwa na mahali. Sasa mimi nasema hiyo ofisi iongezewe pesa, na mama hata naye mwenye anahusika asaidia watu kichini, hata wale hawana karo ya kutosha Ha, wale wanahitaji usaidizi aendelee kusaidia. Tume ndrep iondelewe anapatiana na tempt malingine na hata de malingine amegawana Kiricho Kericho County mara mbili. Hata kwa ma groups anapatia watu wengine, atupatie sisi kwa Bureti. e, eh, kazi ya mama county inafaa e, eh, e, eh, aweze kusaidia kina mama walemavu kuleta basari uh, lakini imeonekana hiyo uh, hiyo kiti haina nguvu na haina uh, saiti chochote, kwa sababu watoto wetu walemavu wako nyumbani hatupati basari yoyote. Nakuta mama kaunti anapatia marafiki scholarship, mtoto wa rafiki yake amalize shule, lakini yangu nikombea shilingi kumi sisi ya ndizi zia mananasi. Hii ni kalamu tu pekee yake, lakini uh, kulipa karo ya shule Mama kandi hawezi saitia chochote. Kulingana na katiba ya 2010, afisi ya mwakilishi bunge iliorodheshwa miongoni mwa wabunge katika kila kaunti. Na hizi hapa semi za baadhi ya wakaaji katika mji wa Narok kutokana na majukumu za afisi hii. Okay, ofisi ya women rep naona ni vizuri Eh, ni vizuri kwa sababu ofisi eh, kwa yangu, ofisi, kwa sababu ni ofisi ambayo inasaidia wamama. Eh, mimi naweza sema kwa maoni yangu hii ofisi at least imesaidia wamama. Pesa iongezwe kwa sababu women rep ni moja kwa ili, ili kaunti mzima kusaidia wamama iwekwe kamili ya kuongoza hiyo ofisi. Hiyo afisi ya Women Rep, mimi sioni umuhimu wake, kwa sababu ilikuwa ni kama zawadi kwa wanasiasa, kwa sababu ni ofisi ilitengwa ili wamama wapewe kitu kama feva. So mimi naonelea ya kuwa hiyo ofisi ni ifutiliwe mbali kwa sababu haina maana, hakuna kitu inasaidia naye wananchi au wamama. Hata wakishapelekwa huko bungeni, hawatoi hawatoi hata maoni, hawaleti hawa mswada. Wakati hawa ya 2024 ile finance bill, kati ya vitu ambazo vijana walipigana kutoa katika ile finance bill ilikuwa ni uongezekaji wa pesa katika sanitary pad na wanawake waliokuwa katika bunge including wale women rep walipiga kura kupitisha ile finance bill, ingawaje ilikuwa inadhulumu wanawake zaidi, kwa sababu wanawake ndio wanateseka zaidi. Hiyo NGCDF haifai kupeana kwa sababu ya kitu moja kaunti pesa, pesa zinazotoka katika serikali kuu ziende kwa kaunti peke yake. Wabunge wote including women rep mbunge yoyote nominated mteuliwa na mwenye amepigiwa kura wote wanafaa, wanafaa. Kazi yao ikuwe ni moja, jukumu lao ni moja, kutunga sheria za nchi. Mambo ya pesa, pesa iende kwa kaunti peke yake. NGCDF ni illegal, haifai kisheria na hatutaki kuna hii project za matangi za kupea wamama, kuna hizi groups kuchangia za wamama iko sawa, kama ni kuchagua hapo hao wale mafu wawe hapo watu, ripi, wa represent wale mafu, hapo watu with disabilities. Hakuna jambo ambalo nimeona ofisi hii ya women rep imefanya ambayo nimeitambua kwa sababu katika jamii yetu ya Narok, mimi kama mkazi wa Narok, ni mambo mengi ambayo yanatendeka ambayo hata hayajaweza kushughulikiwa na mwakilishaji yeah, wa wanawake, Women rep ndiye anawakilisha, anafaa apeleke masilahi yao huko bungeni, ila apeleki personal, sijui hata kazi yake ni gani. Cause kama ni ishu na sisi hajashughulikia sisi kwa wanawake pia e, na kama vijana juu kama ishu na kazi tunasikia tu kuna recruitment za se, sema za polisi wanachukua polisi, ama vitu kama hizo alafu tunasikia tu zilikuja na zikapita. Kama walemavu, mostly kunafaa kukuwe at least na representative wao. Mimi na propose wasipewe hiyo fund ya NGCDF. Hiyo fund si ni yenyewe inapewa constituency, so mimi na propose ibaki, ibaki tu venye tu iko sahihi, sababu pale ground, county ni kubwa Kuangalia kama hii kaunti ya Narok kwanza juu mpaka chini unaona, anaweza shinda. Ruben Motochi, runinga ya Citizen. Uundaji sheria, uwakilishi pamoja na uangalizi ni baadhi ya majukumu ya mwakilishi wa kike, na niko hapa katika kaunti ya Bomet na baadhi ya wakazi tu ili tuweze kuzungumzia mada ya leo, iwapo wanaelewa majukumu ya mwakilishi wa kike na ningependa tu nianze hapa, songa hapa mbele kidogo, utaanza na jina, unaitwa nani? Na kaunti ya Bomet uki, ukiangalia kazi ya mwakilishi wa, wa wanawake ama mwakilishi wa kike, amefanya kazi jinsi ambavyo anapaswa kufikia sasa? Anza na jina, unaitwa nani? Kwa majina naita Betty Chepkemoi, mimi ni mwanabiashara hapa Bomet. Kwangu kwa, angu, kwa our women rep amefanya kazi at 45% maybe kupeana hizo tents na na maumbrellas na hizo vitu zingine, hiyo tumeshukuru, lakini kwangu hajatufikia sisi wamama. Ningependa at least atutafutie empowerment ya wamama, kama hiyo incident yenye ilifanyika last time ya kuwa kwa huyo mama at least atutafutie empowerment tujue, at least atuletee watu wenye wanaweza kuja kutuongelesha, atupeleke kaunti zingine, tuone watu wanafanya aje biashara zao, so ili zetu pia zipanuke. Naona sisi hapa Bomet County bado tuko chini kibiashara kama wamama, hatuwezi save pesa zetu, tuko na madeni mingi, so ningeomba ofisi ya, wa women rep wakuje watusaidie at least. Tunaelewa kazi ya human rep, lakini huyu wetu wa Bomet ni kama haelewi. Juu, wakati tulikuwa matanga ya Mwenda zake, Koech, aliomba taraja ya tenwe. Juzi tukaona ako huko. Sasa tunashindwa yeye amekuwa mbunge wa Central ama ajui kazi yake. Hapa town tuliona anapeana chiko. Na ukiona wamama wale wanachoma mahindi, hawachomi na chiko hiyo yenye iko na udongo ndani. Sasa tunaomba human rep, kama umeshindwa na kazi kuja kwa wale wamama wanachoma mahindi, muongeleziane nao, uliza jiko yenye anatumia amrela. Tena haikumaliza mwaka moja, imeisha. Sasa woman rep uwajibike, kwa ofisi yako. Kama wale wafanyakazi hawajui kazi, futa, ajiri wenye wan, wanajua hiyo kazi ya ofisi. Sasa hatutaki kupewa ofisi alafu unatumia vibaya toto. Fanya kazi yenye ulipigiwa kura. Sawa, sante. uh, Anza na jina, unaitwa nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na kazi ya mwakilishi wa kike? Mtu ambao anasaidia asa wa mama kama representative, lakini tumeona ni kama sio yeye ndio anaendesha hiyo kiti. Nimeona ya kwamba imechanganyikiwa kwa vile anafanya kazi kwa ajili A, a, a, a, a, a, a, a kikuja. Hata akikucha ni kama hata ajui ni nani ama anasaidia nani. Hakuna mtu ambao yeye ameshika mkono ama yeye amesaidia mahali fulani. Hapa tukiwa Bomet Town, kuna juzi alikuwa amekuja hapa kwa kiwanja akakuja kufanya vitu zake. Hata ukipata hao wenye walikuwa wanasaidia akisema ati amepatiwa cheki ya elfu mia moja na hata ukiona hata vile sijui alifanya alifanya uh, which criteria au haw, hawapate kuna wengine wali

ambaye hako yeah. side, the ground. So, so. kulingana vile naona vile hali iko sahii nafaa afikie ya mama. so, so. mama moja wa mwisho, tukimalizia dakika moja. Kama hamna ni sawa basi, ni baadhi tu ya sauti za wakazi wa hapa katika kaunti hii ya Bomet ambao wanasema kwamba kuna haja ya mwakilishi wa kike aweze kukaza zaidi ili kuhakikisha kwamba ametekeleza majukumu yake katika ofisi yake ya mwakilishi wa kike. Kutoka kwangu hapa, sina la ziada, na kurejesha studioni. Nama leo hii tunapoangazia utendakazi wa ofisi ya mwakilishi wa kike hapa katika kaunti hii ya Nyamira, naungana na kikundi cha Unique Mothers ambacho ni kikundi cha kinamama kutoka kaunti hii ya Nyamira, na ningependa wao watuambie maoni yao ni yapi kuhusiana na utendakazi wa ofisi hii. Wanahisi kwamba ofisi hii imetenda kazi ama kidogo, kuna changamoto na ni kipi ambacho wangependa kitekelezwe. Kwa majina ni Nancy Mayaka kutoka Unique Mothers Nyamira. Uh, ofisi ya Women Lab kwangu ama kwetu haijatusaidia kitu, na anasemanga kuwa anasomesha watoto yatima lakini ukienda kutafuta msaada kwa hiyo ofisi unaambiwa chasa form. Ukichasa form mtoto atatumiwa pesa shule, hakuna kitu ambacho unapokea. Sijui wanapeana akina nani na ni akina nani hizo pesa zinasaidia. Sisi kama wamama tulikuwa tunatarajia ya kwamba ataweza tusaidia kifedha, asaidie watoto kwa kuwapea paseri ili weze kutusaidia kwa school fees biashara pia tulikuwa tunatarajia atusupport atuwakilishe kama wamama, atufikie karibu ili tuweze kuja brief na yeye mwenyewe, atusaidie pia tusimame kibiashara. Kwa kufikia saa hii atutapata any support from her as a women representative yetu in hawa Nyamira County. So tunaomba atutafute, atufikie karibu ili aweze kutusaidia mimi nilikuwa natarajia wimenlebo wetu angetusaidia kama wanawake, atufike karibu, atuongeleza kama wanawake, atutie nguvu kama wasisi, wajane tumebaki wajane na watoto wadogo, angetusaidia tusemeza watoto wetu watusaidie, watu maisha ya kwenda mbele. Sasa kufikia saa hii sichaona Women Rep akifanya kitu kwa watu kama sisi wajane. Tunamtafuta kwa ovizi yake ayuko, ukienda kwa ovizi unaambiwa kesho, kesho ingine hakuna kitu unapata. Hiyo ofisi ya Women Rep hapa Nyamira hatuchui vile wanafanya kazi, lakini hizi pesa tunataka siendelee kukucha na siwekewe mpangilio vile sinatumika, na labda wachaue komiti ile ya kusimamia hiyo pesa, at least afikie kila wamama wale wako na changamoto ya shida, sio ati achague kwa wale wenye wali support ye ama constituency, lakini afikie kila wamama single mothers katika kaunti ya Mila, wako wengi na hakuna mahali unawatafuta, hakuna mahali tutakupata. Tafadhali tunakuomba tusikize, na utusaidie financially, support. Kama mama usimame na sisi, angalia hospitali yetu yenye iko wa mama wanalia huko wanaumia. Na hao ni wakazi haswa kina mama kutoka kaunti hii ya Nyamira, wengi wakizungumza na kusema kwamba japo wamemsikia mwakilishi wa kike katika kaunti hii akitekeleza miradi kwa umbali tu, wanahisi kwamba kidogo hajaweza kufikia yale matarajio yao, wakiomba kwamba aweze kufika karibu, haswa hawa kina mama wanaojitegemea, wajane na wengine wengi ambao wana majukumu mazito ya ulezi na masuala mengine ya kijamii, wakimwomba kwamba aweze kuingilia kati na ili kuwapiga jeki. Kiripoti ya runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Bundi. Naam, na, na katika kaunti ya Nyeri nitakuwa nazungumza na kati ya wakaazi wengi ambao ni kina mama waweze kutueleza kama wameweza kunufaika na nafasi hii ya uongozi Uh, nchini ikiwa ni ya mwakilishi wa kike, na nitaanza na huyu mama hapa. Karibia kwenye runinga ya Citizen. Mama, kwa majina unaitwa nani, na pengine utueleze kama unamjua mwakilishi wako wa kike ni nani, na pengine ile kazi ambayo amekuwa akifanya tangia e, nafasi hii iweze kuletwa. Haya, mimi naitwa Mirejeri Mushiri, na nilikuwa mfanyikazi hapa Nyeri, na nimeona mambo ya hiyo mwanamke wa Nyeri, mama county amefanya kazi mzuri, kutuamucha tukilala tu, anatuamucha na pesa ta, tukafanya kazi, anachukua watoto wale wa, kikua disability anasomesa, anajegea manyumba. Hiyo kazi ya mama ni mzuri zaidi, lakini Uh, tunataka leo mama kaunti aongezwe pesa kwa sababu kazi yake ni gumu mm. Alikuwa na wamama disability wa, wa alikuwa na watoto disability alikuwa na watoto wafanyi biashara mm. Tunaona maburi tukaona na tukapata matagi mm, ya maji mm. Sasa tunataka aongezwe pesa ni serikali mm, na achukue hiyo jukumu mm. Tuvaidike mm. Mm. ni mzuri na mm, tupatie wamama wengine karibu sita mm. kama E, kukumbuka yeah, yeah. Madamu Murugi anatufanyia kazi ila huyu anakuja kufanya wamama wawili. Asante, mama. Asante, mama. Asante, mama, acha tuzungumze na huyu hapa eh, mama county hapa anaitwa Rahab Mukami yes. eh, pengine umeweza kuona kazi ambayo ameweza kutekeleza na ile afisi yake kweli uh-huh. kwa majina naitwa Esther Gatia, mimi ni mkaaji wa hapa eneo ya Nyeri kaunti eh, kulingana na ile kazi tunaona huyu mwakilishi wa wamama Mukami Rehab, County, uh, anaitwa Women Rep. tuna tunamheshimu sana kama sisi tuna ni wausaji wa hapa Asian Quarters, mimi nikiwa mmoja wa Asian Quarters sera uh, uh, nimeona maendeleo uh, aba Women Rep anafanya, akatupa mwamvuri. Tulikuwa tunashomeka na jua, akatuhurumia akatuletea mwamvuri 1000 1000 na sisi sasa tunajifunia kuwa Asian Quarter sababu hatunyeshewi tena kukiwa na jua e, mambo iko sawa. Tena nimeona ile kasi e, mwakilishi wa wanawake Rehabu Mukami ametufanyia hapa kama Asian Quarter, sisi hatukuwa na isi fiobo ya ya, ya, ya kuogea nayo, lakini ametupea akaleta matagi na sasa hatuna shida ya maji na. Kupitia mwakilishi wa wanawake tunashukuru Mungu na, sababu ya yeye na. Na tunaomba hata kama wabunge wakuwe kama huyu mama na, sababu ameingia kwa wajiko na anajua wajiko ndio alimketishia hiyo kiti Naam. na wao wafanye wakuwe e, na hiyo jia wapitie hiyo jia. Asante, asante. Wacha tuzungumze na huyu wa mwisho hapa kando. Na kupandisha kinamama hathi, pengine unaelewa majukumu ambayo mwakilishi wa kinamama anafaa kutekeleza wakati yuko bungeni e. Mi naweza mwambia ashughulikie mambo huku ya, ya loans alituambia wakati alikuwa amekuja huku Mukami alitupea hizo mafuli na tukashukuru tena. Naweza mwambia ashughulikie hii mambo ya loan ya wamama huku Asian Quarter tu, biashara iko chini sana, wazungumzie ndio wamama tupate kitu, hata kama ni pesa hiyo ya loan tutakuwa tunapewa ndio tukue tunalipa kidogo kidogo, kulingana na biashara, tutashukuru sana naam. Eh, asante sana kwa majina, kwa majina naitwa Masiwaboi. na utabaki. Asante sana Masiwaboi. Na hizo ni kati ya semina za kina mama ambao e, wameweza kunufaika na hii nafasi ya mwakilishi uh, wa kike nchini uh, kutoka kaunti ya Nyeri. Nirejeshe uh, upande wako wa studio. Naam kauli za wananchi kutoka maeneo mbalimbali tu. Nafikiri tutapata kauli yake mheshimiwa Rehab baadaye, lakini e, mheshimiwa e, Kasimbi e, hisia zako tu unaposikiza wananchi wanapozungumza, kuna sehemu ambazo pengine wanaridhika zaidi na shughuli ambazo nyie viongozi wa kike mnafanya na kuna sehemu ambapo kidogo wanaona kuna upungufu. Uh, ni kweli kabisa tume, <coughs> vile tumeona kwa runinga wakiongea wakilete views zao, lakini wengi nikisikia sana sana ni kama hawaelewi kana kwamba hizi hela zenye tunapatiwa ni chache, mm -hmm. Na pia kuna process <coughs> Sio ati umefanya application umesema umetaka na umepeleka kwa women rep no. Pia kunakuwa na process, tunazichukua zote zinakaliwa zina kwenye committee. Committee ikimaliza kuzikalia zinaletwe kwa head office, ndio pia hao waangalie na watapatia vikundi kulingana na zile hela zenye ziko. Utapata uh, kuna applications more than 500 na zile zinapaswa uh, kupatiwa at 20 Exactly. Sasa unaona wale wengi hawajapata na, na, na wataanza kulia, na kwa wengine pia hawajaelewa kwamba mama kaunti si mama wa eneo bunge moja. Hawaelewi kwamba lazima <coughs> afunge safari aende sehemu <coughs> nyingine, aende sehemu nyingine, wakati pesa au rasilimali pia zimemwishia sasa. Zikiwa zimeisha ataenda kufanya nini? Exactly, wengi hawaelewi hii rasilimali ni, ki, ni sehemu kidogo chache tu, tone tu I wish I wish wange understand yosai wasupport tuongezewe ndio waseme what we are given according to the county. Tunapatiwa ile inatoshana tu inatosha na tuna sub-county moja si yenye inatosha eh, mi kama mi niko na sub-county nane, 40 wards. Wow. na zote at least wangu naona wameanza kuelewa, na pia there are so many things munaangalia, are you vibrant? wengine wanafikiri utapatiwa kwa sababu tu nimeform kikundi. Lazima hii kikundi iwe na kitu inaonekana we are doing ndio sisi tuinue hiyo project, at least serikali ione matunda we invested here. Serikali inataka kuona wakati tumeweka hapa uh, the people thriving, ama wanaendelea kuwa tu sehemu walikuwa. Kuna wengi hata wanatudisappoint, wanapata utakuta wachache wamegawana hiyo pesa na wameingia wamedisapia. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi sana bila, lakini watu pia watuelewe. Mheshimiwa, bila, bila shaka kazi hii inakuweka katika hali ya mvutano, pengine na baadhi ya wa wabunge au viongozi wengine, hasa katika sehemu ya kaunti uh, ya Kilifi. Kwa mfano, uende ufanye miradi ambayo pengine mbunge wa eneo lile hajafahamu na hajui malengo yako ni yapi? Huwa kuna ushirikiano ama mara nyingine ni kukwaruzana, ili mradi tu uwafikie wananchi ambao umelenga kuwafikia. Uh, asante Nimrod. Uh, huwezi jua, lakini kama nitaenda eneo bunge, niko na maeneo bunge saba, kama taenda eneo bunge nifanye mradi ambao mbunge mwenyewe hajawahi fanya, lazima ule ubinadamu tu atasikia vibaya, lakini umuhimu wangu mimi nikienda eneo bunge mpaka nijulishe mbunge wangu, nijulishe kama naenda kwa wodi fulani, nijulishe MCA wangu, nitakuwa kwa, kwa wodi yako mbunge, nitakuwa eneo bunge lako, kama una nafasi unijoin na mradi huu, nenda kupeana cheki za kina mama, cheki kumi za kina mama, mradi ya kina mama. Kuna wale wanafanya ufugaji wa kuku, kuna wale wanafanya ukulima, kuna wale wanataka kununua vyombo vya kufanya biashara, kutengeza yogurt, kufanya ukulima, uvuvi wa samaki hivyo nitaelezea mbunge, kama iko na nafasi, tunaenda wote. Kama hana nafasi, anatuma na mwakilishi wake ndani mm -hmm. ya ofisi yake katika mkwaru, kwa bunge sijakuwa heshima ukienda okay, kwa sababu pia heshima ukienda ujulishe mwenzako katika uongozi wewe, inasaidia pia. Akitumana mwakilishi wake ana mwakilishi ana, ana appreciate. Kwa hivyo kuna pahali ambapo kama binadamu kama hajafanya mradi kama ule, saizi nafanya wakupeana mattresses uh, kwa wajane wajane kina baba, kina mama, ni mradi haujafanywa pale katika kaunti, na ni wamama ambao najua wanaishi maisha ya chini. Kuna mama ambaye hajawahi kulalia mattress, kejeli zile wanalala katika ngozi, vitu kama hivyo. Umesikia story kama hizo? So nikachukua jukumu tufanye umradi mradi tusaidie hawa kina mama. Ni wamama ambao wana appreciate, hasa uende na mattress peke yake. Wajua sisi ni wamama multitask, anakuambia unampa mattress alafu nitakula nini? Ameshinda siku nzima akikojea katika mkutano. So inabidi wakati mwingine uingie katika mfuko wako. Mattress umenunua na pesa yangafu sawa, lakini unga uwezinunua na pesa yangafu. Kwa hivyo nanunua unga na pesa yangu ili niweze ku supplement yeah. Nimpe mfuko wa unga yeah. Nimpe mattress akienda nyumbani anakumbuka mama lao mama ji mama mbeyu yeah. Amekuja hapa na kula sima kisha nalala kwenye godoro. Kwa hivyo ni vitu kupeana motisha. Ndio nimekwambia vitu vingi tunafanya ni vya kiubinadamu. Ndio majukumu yametuzidi, pesa ni kidogo. Ndio mimi nakwambia Mheshimiwa Rais asikie pale, waziri wa jenda ambao ameingia juzi asikie pale, sisi uwakilishe ukina mama, kama tutapewa pesa equivalent to one constituency NGCDF money kuna wasichana kuna kina dada wanaoangalia wanatamani pia kupata nafasi kama hii, pengine mtueleze changamoto ama urahisi wake, na je , inatosha kuwa mwakilishi wa kike ama kuna ngazi za juu zaidi, Mheshimiwa Gladwell? Um, wale wa, wa, wa mama ama wasichana wadogo ama wamama ambao bado wanakuwa wako na nafasi pia ya kupigania nafasi ya uongozi na nataka kusema kwamba jinsi ambavyo sisi tutakavyo tutakavyofanya kazi na jinsi ambavyo tunajiweka hata kuongea, heshima zetu itawafanya wale watamani, na hata kuja karibu yetu na kujaribu kujua huwa tunafanya kazi namna gani, mtu atakuwa kiongozi vipi. So sisi ni role model katika lakini, nataka kuambia wale wanawake wadogo wale bado wanakuwa, kwamba si lazima, kama unajiweza, si lazima ukuje kue uh, mwakilishi ya wanawake. Tunataka pia kuonyesha kwamba kama wanawake tunaweza pigania kiti chochote, hata ya urais, tunawezaenda kule hata ya ugavana, hata kama umekuja tu straight. Lakini changamoto, changamoto ni mingi kwa mwanamke, ukiwa mwanamke kusudi kazi yako ionekane, lazima ufanye kazi mara kumi ya mwanaume, ndio mtu aweze ku appreciate so kwa hivyo, wakija pia wajue, kuna mambo mengi mkienda kupingana na, na wanaume, mambo ni mengi. Wanawake tunaekelewa mambo mengi uh, kana kwamba hata tunafanya bila wanaume, utapigwa uta, uta, uta, uta vita below the belt uh. Lakini wakuwe ngumu kwa sababu pia shida yenye iko ni kwamba watu wakipigwa vita ya kisiasa especially wanawake eh, mara mingi wanaenda chini, wanakuwa depressed na pia support ya wanaume ambao wako pamoja na wao. Mara mingi nikisemewa ni watu wakisema uongo kunihusu, kuniusu. Kwa mfano mama ambaye bado ni mdogo asemewe mabaya kwa sababu ya siasa, wewe kama mume mwanawake mwana, mwana ambaye umemuoa unakuja kumpiga vita kusaidiana na wale maadui, kwa sababu unafikiri kwamba yale mambo yanayosemwa ambayo tunaita propaganda kwa kwa kisiasa, unafikiria ni ya ukweli. Kwa hivyo ule mama anakuwa na shida sana. Unakuta hata kwa bunge ama tukichaguliwa, mara nyingi tunapigwa tuna vita tunaambiwa, tuna kwamba hapana, unajua wanawake na wanaume ndio huwa wanaambiwa wana mume waume wa, wa wetu kwamba usikubali bibi yako bibi yako aingie siasa, akiingia siasa atakuacha. Lakini sio hivyo, mara mingi ni kuwa yale habari ambayo yanafikia yule mume kwa wakati mwingi ni mbaya, kwa sababu yule mwingine ambaye anakupinga, mwenye mpinzani wako anafanya kila namna akushushe chini, kisha, kisha yeye apate nafasi. Asante. Kwa hivyo wale ninawaambia kwamba karibuni sana, asante. Si rais vile wanaiona but you have to be Tuna tough. Na nafumbika asante, mheshimiwa. Kwa kifupi, lakini nataka nirejee, Kwa sababu saa hizi tunazungumzia broad, broad base government halafu pia tunazungumzia kundi la wamunyoro munyoro, tunazungumzia Gen Z. Lakini sauti ya kina mama iko wapi katika uchaguzi ama mchakato wa mwaka 2027? Nyinyi ni wanasiasa. Siasa najua zitaanza mwaka ujao 2026. Nafasi ya sauti yenu wapi hasa katika nyie e, kama viongozi na hata katika kuwashika mkono e, wasichana na kinadada kuweza kufanya uamuzi ambao utakuwa ni wenye busara katika mwaka 2027, e, hapo ndio masuala nataka tuyazungumzie. hatuwezi kuepuka na nyinyi wanasiasa, sio? Tunarejea hivi punde kumalizia tu mazungumzo yetu hapa kwenye Mwenge wa Kaunti, siondoke okay hapo ulipo. <laughs>